Barabara kabisa, mtazamaji na tumai mzima, mahali popote ulipo mchana wa leo, karibu kwenye makala ya Dunia Wiki Hii. Bila shaka tunafarijika siku zote kujumuika nao wewe katika makala haya ambayo yanaangazia taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Nakumbuka taarifa hizi zimewezeshwa na kuletwa kwenu na shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Shinhua kutoka China. Na kama ilivyo ada kwenye makala haya mtazamaji, tumekuandalia mengi kutoka ulingo wa kimataifa na baadhi ya taarifa hizo ni kuhusiana na jeshi la Israel ambalo limeimarisha mashambulizi jijini Gaza huku baraza la usalama kuhusu haki za binadamu likishinikiza kuepushwa kwa mauaji ya halaiki. Bila shaka na pia kadhalika Rais Donald Trump wa Marekani atangaza mashauriano ya moja kwa moja na Iran huku taharuki ya kinyuklia ikitanda. Na kiongozi mmoja mkuu wa kundi la Hamas na wanawe wawili wauawa kwenye shambulizi la droni la Israel kusini mwa Lebanon. Tuende sawa kadi tamati mwa kipindi kwa taarifa hizi na nyingine kindakindaki. Karibu mtazamaji kwa makala ya leo. Mimi naitwa Beatrice Gatonya Ngetich. Karibu sana, mimi ni Isaac Lemoka. Tunaanza na mzozo huko Gaza. Jeshi la Israel lilizidisha mashambulizi ya makombora katika kitongoji cha Shujaiya jijini Gaza, ambapo watu kadhaa walijeruhiwa huku wengine wengi wakipoteza makazi. Kwa mujibu wa duru za Kipalestina na Israel wakizungumza na shirika la Xinhua, wale walioshuhudia kisa hicho walisema kuwa vifaru vya Israel viliingia kwenye eneo la mashariki mwa Shujaiya na kutekeleza mashambulizi ya angani katika eneo hilo lenye idadi kubwa ya watu huku wengi wakiuawa na wengine kujeruhiwa. Katibu wa kitengo cha ulinzi wa raia huko Gaza, Mahmoud Basal alithibitisha kuhusu shambulizi hilo, akiongeza kusema kuwa makundi ya uokoaji yalishindwa kufikia idadi kubwa ya wale waliojeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo makali. Wakati huo huo, kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, jeshi la Israel lilitangaza kwamba vikosi vyake vinatekeleza operesheni huko Sujaia ili kuimarisha usalama, likidai kuwa operesheni hiyo imewaangamiza wanamgambo kadhaa na kuharibu maeneo yao ya kijeshi, kikiwemo kituo kikuu cha kijeshi cha kundi la Hamas. Jeshi hilo lilisema kuwa mapito ya raia yametengwa, huku operesheni za kijeshi zikiendelea. Maelfu ya familia zimepoteza makazi kufuatia mashambulizi hayo huku wakazi waliozungumza na shirika la jinwa wakielezea hofu yao kutokana na hali hiyo na, na yamkini wa Palestina 29 miongoni mwao watoto 18 wanawake na wazee waliuawa, huku wengine zaidi ya mia moja wakijeruhiwa kwenye shambulizi la Israel katika shule ya Dan Alkam mashariki mwa jiji la Gaza, kwa mujibu wa afisi ya mawasiliano inayosimamiwa na Hamas huko Gaza. Idadi kubwa ya watu walikuwa wametafuta hifadhi shuleni humo kufuatia mashambulizi ya Israel. Kwingineko wakazi wa ukingo wa magharibi mwa mto Jordan waligoma kulalamikia mashambulizi yanayoendelea ya Israel huko Gaza. Maduka, masoko, shule, vyuo vikuu, benki na afisi za umma zilipigwa huku shughuli za uchukuzi zikisitishwa kufuatia mgomo huo ulioitishwa na makundi ya Kipalestina. Maandamano sawa na hayo pia yalifanyika nchini Tunisia, Jordan, Syria, Morocco na Lebanon. Nam, pamoja na taarifa hiyo, kikao cha 58 um, cha baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu kilipitisha rasimu inayoshinikiza Israel kuepusha mauaji ya halaiki kwenye ukanda wa Gaza. Rasimu hiyo iliyopitishwa kwa kura ishirini na saba huku nne zikipinga ilhali wanachama kumi na sita hawakuwepo inaishtumu Israel kwa kukiuka mkataba wa kusitisha vita na kuihimiza itekeleze kikamilifu majukumu yake. Rasimu hiyo pia inashtumu hatua ya Israel ya kutumia njaa kama mbinu ya vita huko Gaza, hatua yake ya kuzuia uwasilishaji wa misaada ya kibinadamu kinyume cha sheria, na hatua yake ya kuwanyima wakazi rasilimali muhimu za kuishi vikiwe vyakula maji, umeme, mafuta na huduma za mawasiliano. Rasimu hiyo pia inaibua wasiwasi kuhusiana na matamshi ya maafisa wa Israel yanayoweza kusababisha mauaji ya halaiki na kushinikiza kwamba Israel itimize kikamilifu jukumu lake la kisheria la kuepusha mauaji ya halaiki. Rasimu hiyo inabainisha shinikizo kadha kwa Israel, ikiwemo kuhakikisha uwasilishaji misaada ya kibinadamu bila vikwazo, kurejesha uwasilishaji bidhaa muhimu kwa raia wa Kipalestina huko Gaza na kuwaruhusu wa Palestina walopoteza makazi kurejea kwenye maeneo yote katika ukanda wa Gaza. Vilevile vile rasimu hiyo imetoa wito kwa baraza kuu la Umoja wa Mataifa kuanzisha mpango huru kima wa kimataifa usioegemea upande wowote kuchunguza na kuwashtaki watu waliohusika kwenye uhalifu mbaya zaidi kuambatana na sheria ya kimataifa wakati wa mzozo huo. Israel mnamo mwezi Februari ilitangaza kwamba haitashiriki kwenye baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za kibinadamu na hivyo haikuwepo kwenye mkutano huo rasimu hiyo ilipopitishwa. Vilevile vile mkutano huo ulizungumzia maswala mbalimbali ya kanda hiyo na kubadilishana maoni kuhusu hali inayojiri kuhusiana na mizozo hiyo. Israel ilisitisha mkataba wa miezi miwili wa kukomesha vita na Hamas tarehe kumi na nane mwezi uliopita na kurejelea mashambulizi ya angani na nchi kavu kwenye ukanda huo. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alihimiza kuhusishwa mara moja na bila vikwazo kwa misaada kwenye ukanda wa Gaza, huku vikwazo vya mwezi mzima vya Israel vikizorotesha mzozo wa kibinadamu na kuzidisha mateso kwa raia kwenye ukanda huo. Tazama. Guterres alisema kuwa zaidi ya mwezi mzima umepita bila msaada wowote wa vyakula, mafuta na dawa kuwasilishwa huko Gaza. Mapito yote yamefungwa, na hivyo misaada na bidhaa za kibiashara haziwezi kuingizwa huko Gaza kufuatia agizo la Israeli tangu tarehe mbili mwezi uliopita, hiki kikiwa kipindi kirefu zaidi ambapo mapito hayo yamefungwa tangu mwezi Oktoba mwaka 2023 kwa mjibu wa afisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu ushirikishi wa masuala ya kibinadamu. Akinukuu taarifa ya pamoja iliyotolewa na mashirika ya kibinadam ya Umoja wa Mataifa, Guterres alikanusha madai kwamba kuna chakula cha kutosha kuwalisha Wapalestina wote huko Gaza, akisema kuwa vifaa vimeendelea kudorora. Alisema kuwa ni sharti misaada ya kibinadam iruhusiwe kuwasilishwa na pia wahudumu wote wapewe ulinzi kuambatana na sheria ya kimataifa. Alitoa wito wa uchunguzi huru kuhusiana na mauaji ya watoaji huduma za kibinadam wakiwemo maafisa wa Umoja mataifa alikariri wito wake wa kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa mateka wote na kuafikiwa kwa, kwa mkataba wa kudumu wa kusitisha vita. nikiripoti Dunia Wiki Hii, jina langu ni Rick Ogola. Nchi mbalimbali zimetekeleza juhudi za kukomesha mapigano katika ukanda wa Gaza yaliyosababisha uharibifu na maafa makubwa. Rais Abdel Fatah Al Sisi wa Misri na mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron walitoa wito wa kusitishwa mara moja kwa vita kwenye ukanda wa Gaza walipowasiliana kwa njia ya simu, ambapo walikariri haja ya kurejesha utulivu na kuwasilisha misaada ya kibinadamu. Kwa mujibu wa taarifa ya afisi ya rais wa Misri, viongozi hao walikariri kwamba suluhu ya kubuniwa kwa mataifa mawili ni muhimu katika kuafikia amani ya kudumu katika kanda hiyo. Wakati huo huo, Misri, Ufaransa na Jordan zilikariri kwamba uongozi huko Gaza unafaa kuwa chini ya mamlaka ya halmashauri ya Kipalestina. Haya ilisemwa kwenye taarifa ya pamoja baada ya mkutano wa nchi hizo tatu jijini Cairo, uliowaleta pamoja marais Al Sisi, Macron wa Ufaransa na mfalme Abdullah wa pili wa Jordan. Kwa mujibu wa taarifa ya afisi ya rais wa Misri, waliibua wasiwasi kuhusu kudorora kwa hali ya kibinadamu kwenye ukingo wa magharibi mwa mto Jordan na Jerusalem mashariki kadhalika walipinga kuondolewa kwa Wapalestina kwenye ardhi yao na juhudi zozote za kuunganisha eneo la Wapalestina na nchi nyingine. Walitoa wito wa kuungwa mkono wa kimataifa kwa mpango wa kuijenga upya Gaza uliopitishwa kwenye kongamano la mataifa ya kiarabu lililofanyika nchini Misri tarehe 4 mwezi uliopita. Israel ilisitisha mkataba wa miezi miwili wa kusitisha vita na kundi la Hamas tarehe 18 mwezi uliopita na kurejelea mashambulizi ya angani na nchi kavu kwenye ukanda huo. Hatibu wa vikosi vya ulinzi vya Israel Effie Defrin alisema kuwa jeshi hilo linatekeleza awamu nyingine ya mashambulizi huko Gaza, ambapo zaidi ya Palestina 1300 wameuawa huko, wengine zaidi ya 3180 wakijeruhiwa, kwa mujibu wa maafisa wa afya huko Gaza. Wakati huo huo, waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Misri Abdelati na mwenzake wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saudi walijadiliana kwa njia ya simu juhudi za kurejelea mkataba wa kusitisha vita kwenye ukanda wa Gaza. Misri pia ilipinga juhudi zote za kudunisha umoja wa maeneo ya Palestina kwa kutenganisha ukanda wa Gaza na ukingo wa magharibi mwa mto Jordan, kwa mujibu Abdelati alipokutana na ujumbe wa kundi la kipalestina la Fata. Misri, Katar na Marekani zimekuwa zikitekeleza juhudi za kupatanisha Israel na makundi ya kipalestina Kasi cha namasha, dunia wiki hii, tukielekea nchini Marekani, rais Donald Trump alitangaza kwamba mashauriano ya moja kwa moja yataandaliwa baina ya Marekani na Iran kuhusiana na mpango wa kinuklia wa Iran. We're having direct talks with Iran. And, uh, they've started. Tangazo hilo lilijiri kwenye mkutano have, na waziri mkuu wa Israel we'll happened, Benjamin Netanyahu katika ikulu ya Alisema kuwa kutakuwa na mkutano mkubwa utakaohusisha maafisa wa ngazi za juu. Tangazo hili la Trump lilijiri baada ya shinikizo zilizodumu kwa miezi kadhaa kwa Iran, vikiwemo vikwazo vikali zaidi dhidi ya uuzaji mafuta nje na vitisho vya operesheni za kijeshi. Ingawa kiongozi mkuu wa Iran, Ali Khamenei, amepinga uwezekano wa mashauriano ya moja kwa moja na Marekani iwapo Trump ataendeleza sera yake ya shinikizo kamili dhidi ya Iran. Tangazo hilo lilibua hisi ya mseto. Netanyahu aliyekuwepo wakati wa tangazo hilo alipuuzilia mbali mashauriano hayo. Tom Madhenji, Dunia ya Wiki Hii. Mahakama ya kikatiba nchini Korea Kusini ilidumisha hoja ya bunge la taifa kuhusu kumwondoa mamlakani Rais Yoon Suk Yeol kuhusiana na hatua yake ya kutangaza utekelezaji wa sheria ya hali ya dharura kwa muda mfupi. Moon Yung Bei ambaye ni kaimu mkuu wa mahakama hiyo alisoma uamuzi kuhusu kuondolewa mamlakani kwa Yoon akisema ulikuwa uamuzi wa kauli moja wa majaji wanane kuambatana na sheria. Uamuzi huo ulianza kutekelezwa mara tu baada ya kusoma kwake, huku uchaguzi wa mapema wa urais ukihitajika kuandaliwa katika muda wa siku 60 kuanzia wakati huo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya kwamba wahusika wote kwenye mzozo wa kibiashara huathirika vibaya sana, kwa mujibu wa hatibu wake. Licha ya upinzani kutoka pande mbalimbali mbali, Rais Donald Trump wa Marekani alitia saini agizo la kirais akiweka kiwango cha chini cha ada cha asilimia 10 na kutangaza kiwango cha juu zaidi kwa baadhi ya washirika wa kibiashara . Hatibu wa Guteres Stephen Dujarik alisema kuwa kwa sasa nchi zitakazoathirika zaidi ni zile zisizo na uwezo wa kukabiliana na hali iliyoko. Alisema kuwa malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo yataathirika ya kutokana na mzozo wa kibiashara duniani. President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world including the European Union is a major blow to the world economy. Naye rais wa tume ya Ulaya, Ursula von der Leyen Alisema kuwa ada hizo za Trump kwa ulimwengu mzima ukiwemo muungano wa Ulaya ni pigo kubwa kwa uchumi duniani. Rais Donald Trump alithibitisha kwamba ada zinazonuiwa kutozwa bidhaa zinazoagizwa nchini Marekani kutoka muungano wa Ulaya zitatekelezwa. Trump alipinga pendekezo la muungano wa Ulaya wa kutotoza ushuru bidhaa za kiviwanda kutoka pande hizo mbili. Trump alisema kuwa muungano wa Ulaya unafaa kuongeza kiwango cha uagizaji gesi na mafuta kutoka Marekani la sivyo, hivyo bidhaa inazouza Marekani yakiwemo magari na mashine zitozwe ada. Hata hivyo, mataifa mengi yamejiandaa kulipiza kisasi kutokana na hatua hizo za Trump kwa kuongeza ada kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka Marekani. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatutamatisha awamu ya kwanza ya makala ya leo ya Dunia Wiki Hii. Kwa sasa leboka, bila shaka usiende mbali, manake Dunia Wiki Hii kirejea. Bado tunazo taarifa lukuki zinazokuhusu wewe sana kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Hii unaitizama ni KBC Channel 1 na kipindi hewani ni Dunia Wiki Hii. Karibu tena. Na huko Lebanon, waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Lebanon, Yusef Raji, aliuhimiza muungano wa Ulaya kuzidisha shinikizo dhidi ya Israel kuondoka kwenye maeneo yote yanayokaliwa nchini Lebanon. Raji alitoa wito huo wakati wa mashauriano na Stefano Sanino, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa tume ya Ulaya kuhusu maeneo ya mashariki ya kati na Afrika kaskazini aliyeongoza ujumbe wa muungano wa Ulaya kuzuru Lebanon. Kwa mjibu wa shirika la habari nchini humo, mashauriano hayo yalihusisha hali inayojiri kwenye kanda hiyo na uhusiano baina ya Lebanon na muungano wa Ulaya. Waziri huyo alishutumu operesheni za kijeshi za Israeli zinazoendelea, akiwemo mashambulizi ya kila siku kusini mwa Lebanon na jijini Beirut. Aliitaka Israeli itii rasimu nambari elfu moja mia saba na moja ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kushinikiza Muungano wa Ulaya kuwa na msimamo thabiti zaidi dhidi ya dhuluma hizo. Wakati uouou watu wawili walijeruhiwa kufuatia shambulizi la droni la Israeli dhidi ya gari moja kwenye eneo la mpaka wa kusini mwa Lebanon, kwa mjibu wa kituo cha shughuli za dharura za afya ya umma nchini Lebanon. Kwenye kisa tofauti, Israeli ilitekeleza mashambulizi ya angani dhidi ya kituo cha ulinzi wa kiraia huko Nakura, kwa mjibu wa idara ya ulinzi wa raia inayohusishwa na halmashauri ya afya ya Kiislamu. Shambulizi hilo liliharibu kituo hicho cha ambalanzi na gari la zimamoto lakini hakuna yeyote aliyejeruhiwa miongoni mwa makundi ya waokoaji. na afisa mmoja mkuu wa kundi la Hamas kwa jina Hassan Farhat na wanawe wawili waliuawa kwenye shambulizi la droni la Israeli lililolenga jengo moja la makazi jijini Sidon kusini mwa Lebanon kwa mujibu wa duru za kiusalama za Lebanon na kituo cha runinga cha Al Jadid. Mkataba wa kusitisha vita uliopatanishwa na Marekani na Ufaransa baina ya kundi la Hezbollah na Israeli umekuwa ukitekelezwa tangu tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2024 na kukomesha uhasama uliodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja baina ya Lebanon na Israeli uliohusishwa na mzozo ukoo Gaza. Licha ya mkataba huo, Israeli imeendeleza mashambulizi nchini Lebanon ikitaja vitisho vya usalama kutoka kwa Hezbollah. Jeshi la Israeli pia limesalia kwenye vituo vitano vya mpakani, ambapo lilikosa kutimiza makataa ya tarehe 18 mwezi Februari ya kuondoka humo. Wakati huo vikosi vya Israeli vilisema vilimlenga mwanamgambo mmoja wa, uo, wa Izraeli, vile vile mwana kundi la Hamas aliyejisingizia kuwa mwanahabari huko Gaza, na kumuua kamanda mmoja wa kundi la Hezbola kusini mwa Lebanon kwa jina Hasan Abdel Fata Muhamed Asli katika eneo la Han Yunis, likisema aliyohusika kwenye shambulizi la tarehe tatu mwezi Oktoba mwaka 2023. Nikiripoti Dunia Wiki Hii, jina langu ni Rik Ogola. Tuelekee nchini Senegal. Nchi hiyo iliadhimisha miaka 65 tangu ilipopata uhuru kwa msafara mkubwa katika uga wa Mamadu Dia Boulevard kwenye jiji kuu Dakar kwenye hafla iliyoongozwa na Rais Basiru Diomaye Faye. Tazama taarifa hiyo mtazamaji. Faye aliungana na wageni kadha waheshimiwa, akiwemo Rais Umaru Sisosu Imbalu, wageni Bissau, mwenzake wa Gambia Adama Baro, mwenzake wa Mauritania Mohamed Ud Sheikh Gauzani na makamu wa rais wa Nigeria Kashim Shetima, maafisa wa serikali ya Senegal na wajumbe. Maudhui ya msafara huo yalikuwa uhuru wa kiteknolojia na kiviwanda wa vikosi vya ulinzi na usalama, ambapo kulikuwa na zaidi ya wa washiriki elfu sita wa sekta za kijeshi na kiraia. Awali Faye aliwasilisha hotuba ya kitaifa mnamo mkesha wa sherehe hizo, ambapo alipongeza ukomavu wa kidemokrasia wa nchi hiyo na kukariri azma yake ya kuibadili nchi hiyo miaka 65 baada uhuru ya uhuru. Nikiripotia dunia wiki hii jina langu ni Millicent Kubai. Afghanistan, wizara ya afya ya umma ya serikali ya muda ya Afghanistan iliadhimisha siku ya afya duniani ambayo huadhimishwa tarehe 7 mwezi Aprili kila mwaka. Hafla hiyo iliandaliwa kwenye majengo ya wizara ya afya ya umma chini ya maudhui kwamba kuwatunza kina mama na watoto wachanga ni kuwekeza katika hatima yenye afya. Wawakilishi kutoka shirika la afya duniani WHO, na shirika la umoja mataifa kuhusu idadi ya watu UNFPA, walihudhuria sherehe hiyo. Maulawi Abdul Wali Hakwani ambaye ni naibu waziri wa huduma za afya alikariri kwamba wizara hiyo inatekeleza juhudi za kuimarisha upatikanaji wa huduma za afya kwenye maeneo ya mashinani na ya mbali, huku kukiwa na mipango ya kujenga vituo vipya vya afya na kuimarisha upatikanaji wa huduma bora za kimataifa kote nchini humo. Wizara ya afya ya umma imesema kuwa ufanisi mkubwa umeafikiwa katika miaka hivi majuzi, hasa katika utekelezaji wa mpango wa kitaifa wa utoaji chanjo uliofanyika kwenye maeneo mengi ya mbali, ili kulinda afya ya watoto. Hata hivyo, maafisa walikiri kwamba vita vilivyodumu kwa miaka mingi nchini Afghanistan vimeharibu muundo msingi wa afya, huku maelfu ya raia wa nchi hiyo wakilazimika kusafiri ng'ambo kila mwaka kutafuta matibabu. Kulingana na taarifa ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa mwezi Februari, hatua ya Marekani ya kupunguza ufadhili ilisababisha kusitishwa kwa huduma muhimu za afya zilizokuwa zikitolewa na mamia ya makundi ya utoaji huduma maalum za afya, ambapo raia milioni tisa kote nchini humo waliathirika. kasi cha namasha dunia wiki hii na China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani ukiwemo ule wa kimatibabu, kielimu, kiafya, kiteknolojia, mawasiliano, muundo msingi na mwingineo unaonufaisha pande zote husika. Tazama taarifa hiyo. Kampuni kadhaa za Kichina zilianzisha chama cha uchimbaji madini katika jiji kuu la Ghana, Akra, zikariri azma yao ya kuhakikisha uwajibikaji na uendelevu katika shughuli za uchimbaji madini nchini humo. Balozi wa China nchini Ghana, Tong Defa, alisema kuwa kuanzishwa kwa chama hicho kutafanikisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili katika sekta ya uchimbaji madini na kuimarisha mawasiliano miongoni mwa serikali, biashara na jamii. Na jamii ya Wachina nchini Uganda iliandaa hafla ya ukumbusho kwa heshima ya wataalamu wanne wa Kichina ambao ni Yexin Kong, Huiping Bao, Jingping na Wang Gurui walioaga dunia miaka 29 iliyopita kwenye ajali ya barabarani walipokuwa wakitekeleza mradi wa utoaji misaada ya Kichina nchini humo. Wawakilishi wa ubalozi wa China na kampuni na taasisi za Kichina nchini humo walikusanyika kwenye mnara wa ukumbusho katika uwanja wa Mandela jijini Kampala ulio na majina ya wataalamu hawa wanne na madaktari wa Kichina nchini Cameroon walitoa huduma za kimatibabu bila malipo kwa wanafunzi na waalimu katika shule moja ya msingi ya umma umbali wa kilomita 44 viungani mwa jiji kuu Cameron Yaunde. Na makala ya mwaka huu ya mkutano wa Hong Ting ulioandaliwa na kitengo cha bara Afrika cha shirika la habari la Xinhua jijini Nairobi naletwa pamoja maafisa wakuu serikalini wajumbe wasomi maafisa wakuu wa kiviwanda na wanahabari kutafuta mbinu za kuimarisha ushirikiano baina ya China na bara Afrika ili kuleta usasa. Na China na Tanzania ziliandaa sherehe ya kuweka shada la maua kwenye makaburi ya Gongo la Mboto viungani mwa jiji la Dar es Salaam kwa heshima ya wataalamu sabini wa kichina walioaga dunia walipokuwa wakijenga reli ya Tanzania ya Zambia katika miaka ya sabini. Na ubalozi wa China nchini Cote d'Ivoire uliandaa sherehe ya kutoa tuzo kwa wanahabari ili kuwatambua kutokana na mchango wao katika kuimarisha ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Na barabara kuu ya umbali wa kilomita 187 ya Phnom Penh-Sihanoukville nchini Cambodia imekuwa kichocheo kikuu cha ukuaji wa kiuchumi na maendeleo ya kiteknolojia tangu ilipozinduliwa mwezi Novemba mwaka 2022. Tom Madenji, Dunia Wiki Hii. Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, hapo ndipo tunatia kikomo makala ya leo, tukiwa na matumaini makubwa sana kwamba umeweza kufaidi na hizi taarifa. Tujumuike tena juma lijalo, muda nawa saa kama leo. Kumbuka makala haya yanaletwa kwako kwa, kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1, na shirika la Shinua kutoka China. Asante sana kwa muda wako. Mimi naitwa Beatrice Gatonye Ngetich, kwa niaba ya wote, mimi ni Isaac.